Unaangalia Msangazi TV, tulishapata magari mawili, leo hii tumepata magari sita, na yote hiyo ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha ulinzi uh, uh, lakini vilevile masuala ya doria, lakini na kufuatilia uh, changamoto zozote za kiulinzi na kiusalama. Mtakumbuka kwamba mkoa wetu pia tunaunganisha na mikoa mingine, ni highway kubwa. Pia tuna gari tulipata kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu kwa patroli zile za kwenye highway. Kwa hivyo haya yote tunasema mheshimiwa rais kwa kweli hana deni, kila sekta ametendea haki, ukiangalia katika miundombinu, ukiangalia katika masuala ya afya, ya elimu, lakini hata hili la ulinzi na usalama na kuhakikisha kwamba polisi wanafanya ya kazi yao vizuri, ya kuendelea kulinda raia na mali zao. Tunakwenda kwenye uchaguzi, tunatamani sana kuona tunafanya uchaguzi katika hali ya, ya utulivu na tukatoka kama sisi tunavyojua hapa Tanga. Ni, ni jimbo ambalo na ni mkoa ambao mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anakubalika kwa kiasi kubwa sana. Sisi tunajua uchaguzi hapa utakwenda barabara na ushindi wa kishindo, mama yetu atapata na Chama cha Mapinduzi. Na wale ambao watajaribu kufanya fujo za aina zozote, basi wenzetu wa hao, uh, wana vifaa vyote, wana ujuzi na uelewa wa kutosha. Tumeendelea kusajili vijana kwa ajili ya kuongeza nguvu katika jeshi la polisi, na wengi ni watu wa Tanga, ni vijana wa hapa Tanga. Na uzuri, hao askari baada ya kupewa magari wamepewa mafunzo lakini, na leo bado tutaendelea na mafunzo kuhakikisha haya magari yanatunzwa, na tuahidi kwamba haya magari tutayatunza, ili yaweze kufikia lengo la serikali lililokusudiwa katika kuwahudumia wananchi. Unaangalia Msangazi TV.